Ya yeah, Bwana sifiwe. Leo nataka nifundishe kuhusiana na mziki wa studio ama nitoe utangulizi wa mziki wa studio. E, mziki ni neno pana, lakini tunaweza tukaligawa kwenye aina kuu mbili, kwa maana ya mziki wa kwanza ni mziki wa live unapigwa kwenye bendi makanisani na kwingineko, lakini mziki wa pili ni ule ambao unaweza ukaurecord eh, studio and then after that unaweza uka, uka play na ukautumia kwa namna mbalimbali mm, hapa natoa utangulizi kwamba tunavyozungumzia mziki wa studio tunazungumzia nini. Mimi natumia Cubase 5 tunazungumzia mziki wa studio, tunazungumzia kwamba ulikuwa na vyombo fulani ambavyo unajua kuvipiga live. Unajua kupiga drum ya live, unajua kupiga bass ya live, unajua kupiga trumpet ya live, saxophone ya live, unajua kupiga percussion ya live, unajua kupiga guitar, iwe ni acoustic, iwe ni solo guitar, rhythm guitar Live. And then unakuja navyo vile vyombo huko studio eh, uh, unaanza unatengeneza drum, let's say uh, like this this is my drum kit I use uh, unaanza unatengeneza drum, unakona unatengeneza drum hivyo uh, utapiga kama ni hi-hats Ko utakuta kwamba ni vitu ambavyo unatakiwa una, unajua kwanza kuvipiga live. Mziki wa studio sasa una, yaani tuseme unachukua vile ambavyo unajua kuvipiga live, unakuja kuvipanga wapi? Kwenye programu ya mziki. Kwa lugha nyingine ni kwamba kama hujui kupiga mziki wa live au kama hauna idea ya mziki wa live huwezi kupiga mziki wa studio. Mziki wa studio unategemea asilimia mia moja kwenye mziki ambao utaupiga wapi live, live ukiweza kupiga vizuri, ukimaster, ndipo utaweza kumaster mziki wa studio. kwa hiyo yule anayeweza kupiga mziki wa live vizuri ndiye ambaye anaweza kupiga mziki wa studio vizuri. Yule ambaye hajui kupiga mziki wa live vizuri yule pia mziki wa studio hawezi akapiga vizuri. Kwa nini? Kwa sababu studio tunachukua vitu vile vile ambavyo vinapigwa kwenye live, kama drum. Unaweza kuona, e hizi ni drum zangu pa nilizipanga mimi sasa. Hizi drum zimepangwa kwa mfumo ambao, hizi actually hazijapangwa, zimepigwa zimepigwa zimepigwa kwenye kinanda cha midi kwa hizo ziko zinapigwa, lakini kwa sababu mwenyewe bado si masa sana kwao, kuzipanga kwake huwa ni mpaka ichukue muda kidogo. Lakini kitu nilichokuambia hapo, nimekwambia anayeweza kupiga vizuri mziki wa live anaweza akapiga vizuri mziki wa studio, kwa sababu mziki kuna tuseme, music is all about feeling. Ndio maana hapo ukipiga tu kwa mfano t e, music, yani kwa lugha ya nyepesi ni kwamba e, music is all about feeling. Nataka nione hapa project moja hapo, kuna project ambayo ni kama e, siju ilikuwa e, lakini mziki ni hisia, so kwa kadri unavyoweza ukao una hisia na mziki, ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza mziki unaweza uka, ukagusa mioyo ya watu wengi zaidi ukabariki mioyo ya watu wengi zaidi so turudi turudi kwenye eneo la turudi kwenye eneo la nadhani, huu mziki ulikuwa ni wa siku za nyuma ambao kidogo namna yake ya kupigwa ilikuwa ni ilikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni ya zamani kidogo ina, ina shida za hapa na pale ambazo Uh, siwezi kuzitatua kwa haraka haraka, ko kwa ina, ina, ina shida za hapa na pale siwezi kuzitatua kwa haraka haraka. Sasa, tuachane nao mziki tuachane niifunge tu hii projekti. Lakini eh, mziki kwa lugha rahisi unahusiana na hisia ambazo mtu atakuwa nazo. Usipokuwa na hisia huwezi ukatengeneza mziki. Sasa basi kinachofanyika studio, unachukua kama drum hizi mi hapa, ngoja kwanza nitengeneze nione. Kwa mfano natolea tu mfano, ila sio sio kwamba ni kitu real, natolea mfano kwamba nataka kutengeneza mziki wa nyimbo, kwakuwa ziko nyimbo za zenye nini time frame mbalimbali mbali. E, ngoja nitumie, hii ni time frame ya tatu ya nne, unaweza kuiona hapa Sa kipiga. Ngoja ni ni save as project hapa kwa kwenye worship beat, nataka nataka ni ni ni ni save ni save nini hapa. Eh, ni wewe Bwana wastahili sifa, hivyo sasa hivi. E, ni vyombo vingine bavo, kianza na drum. Ni wewe Bwana wastahili sifa, ni wewe Bwana wastahili sifa, ni wewe Sasa hiyo ni drum iko hivyo, japo hii eh, drum pia we, zina groove hizi, naeza nikaenda nikachukua neka drum moja hapo pale labda. sasa kwa ehm, mfano hii ni mifano tu. Ni mifano sasa hii, kwa mfano hii ni drum, alafu piga hii ni drum kwa mfano eh. Kwa nini drum ili nashangaa hii dramu ya chini hailii na sijajua sababu kwa nini e, ina, inaanza kuniletea utata na yenye ngoja nione tuhamishe kwa okay, ngoja tuweke hapo sijajua sana kwa nini hailii kwa kuwa ni kama nitatafuta hilo tatizo baadaye, lakini e, e, zikiwa hizo ni drum, utapanga pia vyombo vingine kiwemo sio hizo drum kwa nia zili zi, zimenishangaza zi sana hapa, na nadhani nitatafuta kujua. Utaanza kupanga sasa ano utaanza kupanga string, utapanga sijui bezi, utapanga nini. Baadaye utakuja utaingiza sauti, baadaye utakuja utamix hivyo vyombo, utamix sauti, utamix kila kitu, mziki utakuwa umekamilika kwayo. kwa hiyo kwa lugha nyepesi nikiwa namaliza ni kwamba foundation ya kupiga mziki wote wa studio inatoka kwenye wewe kujua mziki wa kawaida. Kwa mfano hizi ni drum drum zina e, upigaji mbalimbali ambao kwa mfano mimi hapa naweza nikawa nimepiga kwa staili hii, lakini kuna upigaji wa aina mbalimbali pia ambao e, kwa kadri unavyoendelea mbele pia unatakiwa kuendelea kuwa unajifunza vyombo vya live. Yani kwa mfano mimi nilianza na kinanda, lakini baada ya hapo e, nikajifunza bass guitar. Baada ya hapo sasa hivi niko najifunza ni nini akaustiki gita lakini pia drum na, na, na, na, na, na vyote, ni, ni kwa hiyo idea unaweza kuwa nayo kwenye kinanda ukija nayo huku inaanza kutengeneza. Sasa kutengeneza mziki utakaojifunza kutengeneza hapa au kwa lugha rahisi, nikisema nafundisha mziki wa studio, nafundisha jinsi ya kuiopaleti hii hii ili kupigie mziki, au jinsi ya kuingiza sauti, kuzimix. Lakini mziki wenyewe unavyopigwa, unatakiwa kuwa na knowledge ya mziki kichwani, ndipo uje kwenye hii uingize, siyo pale. Kitu gani uingize, kitu gani uingize, uingize vile vitu mpaka vije vitoe mziki, tayari ukiwa una knowledge ya mziki kichwani. Lakini kama una knowledge ya muziki kichwani, kitu ambacho utakifanya hapa kitakuwa challenging. Ndio maana lazima uendelee kujifunza muziki wa live ili uweze kutengenezea foundation ya wewe kuweza kupiga vizuri muziki wa studio. Uh, vipindi vinapofuatia, tutaanza kuichambua Cubase 5. Utaanza kuchambua kuanzia haya mafiles, file edit, project sio audio, nini jinsi ya kuongeza project, jinsi ya kuweka, jinsi ya kupiga hizi midi zinapigwaje, una zile kodi vipi, unaediti vipi midi. E, tachambua plugins mbalimbali mbali, na vitu vyote ambavyo vitakuwa e, vinafanyika. Amen.